Habari. kwa majina naitwa EN. Leo tunaendelea na stori yetu kali na kusisimua. Binti yetu anaitwa Agata. Agata anatuambia mimi, nilijikuta nimejiteka mwenyewe na nikasababisha wazazi wangu wote wawili kufariki dunia. Agata anasema nilivyomaliza form four, ni mtoto ambaye nilikuwa kidogo kama nimebadilika tabia. Nilianza kuzulula huko na kule, nikajikuta naanza kunywa pombe na baadaye madawa ya kulevya, mashisha na kila kitu nilikifanya mimi Nilikuwa ninazurura kila sehemu, nilikuwa ninaenda kila sehemu. Nilibahatika kufaulu lakini shule nikaambia baba niache nitaendelea mwakani. Siku moja, rafiki yangu aliniambia twende Kigamboni, sehemu inaitwa Mji Mwema, tukatembee na mimi nikamwambia hakuna shida, kwa sababu babangu walikuwa ananipenda, walikuwa ananipa pesa. Ilipofika mida ya saa nne, rafiki yangu huyu aliniambia tukutane sehemu fulani, na tulikutana hiyo sehemu, tukaondoka. Tulikuwa watu watatu, ni wasichana watupu tulivyofika kule walisema tutafute sehemu nzuri tule tunywe, alafu tuangalie tunaelekea wapi. Kwa hiyo tuliingia katika hiyo hoteli moja ambayo ilikuwa ni nzuri sana. Tulikula katika hiyo hoteli. Wakati tumekaa pale, kuna mkaka mmoja alikuja, ambaye alikuwa kama yuko spidi sana, kama kuna mtu anamtafuta. Baada ya muda alitupita, alafu akarudi. Baada ya kurudi, mimi nilikutana naye uso kwa uso, ndipo aliponipa ishara ya kwamba ananiomba. Mara moja nilienda baada ya kwenda akaniambia unaitwa nani? Nikaambia, sema una shida gani? Kwa sababu mimi ni mtu ambaye wasisikilizaji natharau sana. Nikaambia, una shida gani? Akaniambia, nina shida, kuna rafiki yangu mmoja alikuwa amekuja hapa na maeneo aliyokuwa amenielekeza alikuwa anaelekeza kama amekaa sehemu hii hapa. Sijui kama mliweza kumuona mtu yote amekaa sehemu hii. Nikamuuliza, wa jinsia gani? Akaniambia ni wa kiume, lakini design alivyotaja ile wa kiume ni kama alikuwa amepindisha usemi maana kamili alikuwa ni wakike, alikuwa ni mdada, lakini yeye alisema ni wa kiume. Na huyo mtu aliyekuwa anamuuliza ni kweli, alikuwa amekaa pembeni yetu, alikaa kwa muda mrefu sana, aliagiza juisi alikunywa, lakini baadaye nilimuona amesimama ameondoka, akiwa usona amebadilika. Lakini kwa yeye kwangu mimi alisema ni wa kiume, nikamwambia wa kiume mimi sijamuona, lakini nilimuona mdada alikuja, alikuwa amekaa pale, alitukuta na alikunywa juisi, baadaye aliondoka, kwa sababu sisi hapa tupo muda muda kidogo akasema okay, sawa, mimi alikuwa ni wa kiume. Akasema sasa mimi naanza, nikapata namba yako. Nikamwambia namba yangu haina shida, chukua. Akachukua namba yangu, mimi nikarudi nikakaa na rafiki zangu, akaniambia eh, tuambie mapema tu, zali nimeanza. Nikamwambia huyo alikuwa na mzee yule mdada alikuwa amekaa hapa, lakini ananifanya mimi sina akili, aniambia na mzamu kaka wakati alikuwa ni mdada. Tukateka pale tukaendelea, akasema sasa hapa tunaelekea wapi? Nikamwambia hapa inabidi tutoke, tuende wapi, baharini tukaogelee, lakini urafiki wetu mmoja alisema haina haja kwenda baharini, hapa penyewe pana sehemu ya kuoga, tulipie tu oge hapa hapa. Wakati tupo kwenye swimming pool tunaoga, nilimuona tena huyo kaka, lakini time hii alikuja, alisogea karibia na swimming pool, akaniambia kwa ishara nisogee, yani pale ambapo ye yupo. Nilienda nikamwambia vipi, ulimpata? Akaniambia sijampata, sijampata, sijajua sidi, nilikuwa na shida kidogo. Nikamwambia shida gani? akaniambia Nahitaji kuongea na wewe kidogo. Kwa hiyo, nilitoka kuogelea pale pale kuongea, kwa hiyo mimi nilitoka na nguo za kuogelea, tukaenda tukakaa sehemu. Pale pale wenzangu wanaendelea kuongea, tunaongea. Alisema kwamba nilikuwa nahitaji mtu wa kutoka naye leo usiku. Kuna sehemu nataka twende, kuna kama kipati fulani hivi. Kwa hiyo kama hutojali nahitaji twende wote. Kwa sababu nilishasema kule mimi nitaingia na rafiki zangu ambaye walikuwa ni wa kiume na wa kike pia, lakini kuna baadhi ya wa kike wamegoma kwenda. Na huyu wa kiume mwingine ndo kama hivyo nimemkosa hapa. Kama utasema twende wote hakuna shida. Sisi tumetokea mbali sana, tupo huko Kigamboni, lakini sisi tumetokea huko manania tuseme tunaita da yani huku juu ambako ni Ilala huku. Akasema haina shida, nikasema sawa. Basi nienda niwaambie washikaji zangu pale, jamani kuna zali la kwenda kwenye pati, tunafanyaje? Wakasema wana nguo, nikasema hiyo swala la nguo itabidi tujue tunafanyaje fanyaje, kama zipi tuende na hizi. Mmoja akasema mimi siwezi kurudia nguo. E, mwambie kama yuko tayari kutoka na hii sasa tununulie nguo. Um, nilielekeza kaka nikamwambia bwana, rafiki zangu wamesema wana nguo kama nilivyokwambia, kwa hiyo tunafanyaje? Akasema nguo ni nini, nini. Nguo mimi nitanunua, tunaenda kwenye pati ya twende. Nikasema tunaenda. Kwa hiyo tulikaa pale hadi jioni, ilivyofika tulienda kwenye pati. Kaka huyo alitunulia kweli nguo wote watatu. na mkaka ambaye alikuwa anaonekana na hela sana, rafiki yangu akaniambia, umepata zari ukaka anaonekana na hela sana. Tulienda kwenye hii pati, tulikunywa sana, tulifurahi mno sana sana sana, kulikuwa kume happen. Yani watoto wa mjini tunaita kume happen, kulikuwa kume happen kweli kweli, na ilipofika saa tisa za usiku itabidi kila mtu arudi nyumbani, lakini mimi nilikuwa sina uwezo wa kurudi nyumbani kwa sababu nyumbani kwetu mimi yani, ni mtoto wa kipekee. Kwa hiyo kuna ulinzi ambao umepitiliza, siwezi kurudi muda, baba atasema nimetoka wapi, siwezi. Kwa hiyo ilibidi nifanyeje, niseme naenda kulala kwa marafiki zangu, na marafiki zangu walisema si wenyewe watu waende nyumbani, muda ni usiku sana, bora tulale nje, kesho tujue tunaingiaje majumbani kwetu. Tukasema sasa tunalalaje? Akasema wacha tafuta mtu wa kuamana naye. Kwa hiyo kwa kwa kaka mimi nimfata huyu kaka, nikamwambia kaka, yeye mimi, nataka niende kupumzika. Kana nataka kupumzika wapi? nikamwambia popote. akasema popote? akasema poa, haina shida. Basi mimi acha mimi niage hapa niondoke. Kwa huyo kaka aliweza kuondoka, akawaaga wale wenzie, akaja kwangu, akasema tuondoke. Tukaondoka, nikawaaga rafiki zangu, yeye mimi, ninaenda kwa hiyo tutaonana kesho asubuhi. ni wale wakasema, fresh fresh. Sijui wao walitokaje huko, mimi nilienda kwa huyo kaka kulikuwa kuna jumba kubwa sana. Mimi lengo wangu nilijua tunaenda guest, lakini tuliingia kumbe ilikuwa ni nyumba ya mtu. Ni nyumba nzuri ina kila kitu yaani, kwanza ana walinzi ana kila kitu mpaka nikashangaa. Iingia ndani, baada ya kwenda kulala, tukaanza kupiga tena mitungi tukunywa sana pombe mpaka saa kumi na moja tunapiga tu pombe pale, kimewashwa kiyoyozi cha maana, tuko pale tunakula, ma. tunakula maisha. Aliniuliza baadhi ya maswali nikuwa na jibu jibu tu kwa sababu tayari pombe zipo kichwani. Lakini baadaye niamka, niko kwenye kiti pale tumeshalala, na yeye pembeni amelala, yupo pale pale sebuleni kwenye kiti. Nilimwamsha nikamwambia naomba niende nyumbani, lakini akanimwambia mbona mapema sana, hatujapiga supu, hatujazimua, hebu twende kwanza ndani. Kwa hiyo tulienda ndani tukalala kitandani kwake, yani hoi, tukufanya chochote kile hoi kwelikweli, tukalala mpaka mida ya saa sita. Tukaamka tunakuja kuamshwa, tuliamshwa na mfanyakazi wa ndani na mfanyakazi wa ndani alisema chakula tayari, chakula tunaenda kutana, supu samaki za kutosha. Tulikunywa ile supu na vinywaji vingine vya kuzibua, kama kawaida. Tukaendelea kunywa hii siku tena, tulikunywa tulikunywa mpaka jioni, tuko mle mle ndani. Sikuwa nimeatafuta rafiki zangu, nilikuwa simu nimei kutoa wa mlio tangu tulivyo achana kule. Nilikunywa mpaka jioni ilipofika, nikasema naomba niende nyumbani, akasema nyumba nani utaingia hivyo umelewa? Ni heri ulale zipungue, baadaye hata mida saa nne saa ngapi utaenda. Nilala usingizi, nishituka ilikuwa ni saa nne na nusu, nikamsema naomba niende nyumbani, lakini huyu kaka alisema naendaje nyumbani usiku wote huu bwana? Embo hata mambo yako. Tukanyanyuka pale, tumeshikana tumeshikana mikono, tunaenda sehemu kuna kama cha yani, ameweka vinywaji vyake pale, tukaanza kupiga tumekunywa mpaka saa nane za usiku hii siku, ina maana tukawa tujatoka nje kabisa, tumekunywa mpaka saa nane za usiku, tukaingia ndani, tukalala, lakini tuka tumefanya kitu chochote kile, tukalala mpaka asubuhi. Asubuhiasubuhi kumekucha, mimi siku niweza kuamka, nikasema, siku mbili nyumbani sipo, najua baba atakuwa amenitafuta sana. Wakati naenda kutafuta pochi yangu, maana tangu nimefika niende nika nilitupa ile pochi pale sebuleni mazima. Kwa hiyo wakati nishuka chini nikaangalia pochi yangu, nikutana na mfanyakazi, nikamwambia dada, samane. Hivi pochi yangu ilikuwepo hapa iko wapi? Subiri niamke nitakupa. nikamwambia, mbona, kwa hiyo nikamwambia mimi nitakaa hivi mpaka ni basi nipe simu mimi nianze kuchati. Ukakaliamka. Alipoamka akaniambia, "Sikia nikwambie. Nimekwambia subiri, niamke, nitakupa pochi yako ni na hiyo simu yako kwani una shida gani?" Nikaambia, "Sawa mimi sina shida." Kwa hiyo mimi nilimwacha alale, nikasema watu wakilewaga wengine na kuwaga wakali. Nikashuka chini nikaendelea kunywa zangu pombe pale pale ambapo tulikunywa jana. Kwa hiyo nilikunywa, alilala mpaka mida ya saa 7. Nikaenda nikamwamsha, Dada kutuambia chakula tayari, muda juu. Nikamwambia sawa. Ameenda hapa, tulikula tukaletwa na mitungi mingine. Mimi siku, akili yangu haikuwepo nilikuwa ninawaza tu nyumbani wakati tuko pale tunakunywa, TV ilikuwa imewashwa. TV imewashwa, nasikia taarifa ya habari inatangazwa kwamba mimi nimepotea, yani nimevaa nguo fulani fulani wakati natoka nyumbani, mtu yeyote atakayeniona tafadhali asiache kutoa taarifa sehemu ambayo ni salama, yani kituo cha polisi au apige simu namba hiyo, na yeyote atakayeweza kupatikana kuwezesha kupatikana kwa huyu binti atapewa kiasi hicho kilikuwa kimetajwa pale. Nikaambia mimi natafutwa, akaniambia oh, unatafutwa. Nikamwambia hey, si unaona hapo. Akasema kwenu nyinyi ni matajiri sana eh. Nikamwambia hamna, sio sana, lakini ukweli kwetu sisi ni matajiri nikamwambia sio sana, ni kawaida tu. Akasema hayo tunafanyaje hapa? Nikamwambia mimi hata sielewi oh. Nika nikaanza kulia pale, akasema acha ujinga usio mtoto mdogo wa kuanza kulialia hapa, cha kufanya hapa angalia, namna nini tunafanya. Nikamwambia sawa. Yeye alienda ndani, alivyotoka ndani akasema kuna dili nimeliona, nahitaji tufanye ni, nikasema dili gani kaka? Alinipa simu, wakati amenipa simu nilikuta misikoru nyingi sana za rafiki zangu, nilikuta miskoru nyingi sana za namba nisizozijua, nilikuta miskoru nyingi sana za baba na mama shangazi, mjomba, kila mtu alikuwa amenipigia simu. Nikaanza kutetemeka, naanzia wapi? Yaani naanzia wapi? Nikaanza kulia, nitafanyeje? Lakini ukaka alikuwa amesimama akinitizama, nikimwangalia sura yake kama kidogo imebadilika tofauti na vile alikuwepo. Akaniambia, wewe piga hiyo simu, mwambie baba yako atume milioni kadhaa, asipotuma na kufikiria mbali nikaanza kucheka nikamwambia, wewe na wewe bwana, mambo gani unaanza kuongea? Mimi nalia hapa, si naingiaje nyumbani, wewe unaleta mambo yapa. Akaniambia, stani, nipo serious, pigie simu baba yako, mwambie atume milioni arobaini hapo haraka haraka, kama hasipotuma ninakufikia kile mbali. Nikawa nacheka ndio akawa sawa, nipokea kichapo. Akaniambia, niko serious, afu unacheka wewe? Ulifikiri mimi ni chizi? Nimekuweka siku zote, umekula umekunywa, umefanya kila kitu mundani, niwahi kukugusa Sija kugusa mimi sio chizi, nimekwambia kabisa, piga simu. Nikaanza kutetemeka. Kwa hiyo nimpiga simu baba, nikamwambia baba, mimi nimetekwa, ninaomba utume hela katika namba hii ya kwangu mwenyewe, alafu mimi nitarudi nyumbani. Baba alisema uko wapi, huyu kakali nizuia niseme niko wapi, na akasema "Usitaje ulipo na hiyo simu, muda sio mrefu itazimwa, hivyo baba atume, akiwasha hiyo simu akute hela." Yaani yeye ndo alishika na mwelekeza baba. Baba alisema sawa. Simu yangu ilizimwa. Baada ya hapo, alinitoa nje tena, sio kwa kunitoa kwa kawaida, alikuwa ananiburuta, akaniingiza kwenye gari. Tulitoka kwenye gari ikiwa tinted, tinted, amenifunga uso, amenifunga mdomo na mikono, sijui ni kuelekea tulienda mwendo wa masaa kama matatu kwa gari likiwa speed sana tulivyofika pale hiyo sehemu alisema alifungua tu mdomo na akasema mpigie simu babako lakini kwa sijui niko wapi tuliweza niliweza kumpigia simu baba simu ikaita akasema mbona sasa haupatikani kwenye simu nikamwambia baba usisubutu kuja na askari usisubutu kui blackmail simu kwa sababu utanipoteza kama natuma hizo pesa, naomba tuma baba, niko kwenye hali mbaya sana. Na hapo naongea kwanza, nilikuwa nishapiga na pombe, lakini pombe zote zimekata. Akanambia uko wapi? Nikamwambia baba, baba mimi mwenyewe sijui niko wapi. Nilipoongea na wewe nilikuwa sehemu fulani, nikamtajia. Nilikula kibao na huyo kaka, nilikula kibao na simu nikanyang'anya. Huyu kaka alisema aliyemalizia yeye, mahali tulipo siwezi kutajia, na hata ukisema uchukue nani ambayo inaweza ka sachi kaonyesha tulipo. Unajisumbua pole kwa sababu mimi sikai sehemu moja. Na kama nataka nizidi kumtupa polini huyu mwanao, endelea kunichunguza. Tuma hizo hela. Baba alisema sawa, natuma hizo hela. Nikituma hizo hela mwanangu, tamkuta wapi? Akasema huyu mwanao atarudi akiwa mzima. Elewa hivyo. Wewe cha kufanya tuma hela kwa huyu binti yako. Akasema nakupa sekunde tuma hela. Kwa hiyo baba alisema hapa kwenye simu yangu sina hela. Ninaomba niende nikachukue benki. Akasema hujachukua bado kumbe. Sawa. Ukishatuma utaniambia. Akazima simu akawasha gari, tuliondoka. Mwendo kama masaa manne sijui tulikuwa tunaenda wapi. Mimi sijui kwa sababu tuliposimama tukaongea ni kwa sijui, na ambako tulikuwa tunaenda ni kwa sijui. kwa hiyo tulienda mwendo masaa kama manne kwa mwendo wa speed sana tena. Nikaona tukatuko kwenye lami, tukafika sehemu akawasha simu yangu, alivowasha akase akakutana na message ambayo inasoma hela imeingia. Akasema ah, kumbe ana akili katuma. Sawa, akachukua akasema rusha hizi hela kwenye simu yangu. Nikamba siwezi kurusha wakati sioni. Akanifungulia, nilipoona, nilikuwa naona ni kwenye miti tu, sikuona kitu chochote, sikuona nyumba ya aina yote. Ile nilichukua zile hela nikazirusha kama zilivyo kwenye simu yake, na hii, alikuwa na simu nyingi sana. Ukaka alisema tuma kwenye simu, yani kuna kama kitu kama kideli zile wanauza maandazi ile deli kubwa limejaa simu. Alichukua simu moja akasema tuma, tuma kwenye hii namba Yani zile simu na zina namba pale juu zimeandikwa namba, zimebandikwa hivi kwamba unapotuma kwenye hii simu na maana namba ya hii simu ni hii hapa, hivi vile mwenyewe hajui ana line ngapi. Kwa hiyo alisema tutume kwenye ile simu, namba hiyo hapo kwenye simu hapo juu iliyobandikwa hapo kwa juu, simu vidogo vidogo tu. Nikatuma ile hela kama ilivyo. Akaangalia hela ile iliyokuwa kwenye simu yangu, akakuta kulikuwa kuna hela nyingi, akasema malizia na hii ambayo iko kwenye simu yako. Kwa hiyo nikatuma na ile hela yangu ambayo ilikuwa ipo kama laki saba, nikatuma kwenye simu yake baada ya kumaliza hapo, akasema sawa, hapa sasa kuna gari linakuja kukuchukua, litaenda kukutupa sehemu hiyo. Sehemu utaachiwa nauli, utaenda kwenu kama utaweza kujua magari ambayo yako hiyo sehemu. Mimi nilisema sawa, nikatoka hapo. Wakati ninaondoka tu pale, tulikuta kuna gari lilikuwa nyuma yetu, hili gari lilikuwa nyuma yetu yeye ye alisema ili gari sio lile ambalo yeye alikuwa ameliagiza. Kwa hiyo aliwasha gari akaanza kukimbia na ili gari likaanza kama kutufata kwa spidi hiyo. Lakini tuliweza kulitoroka lile gari. Akasema naona, baba yako anafanya na akili nyingi sana. Sijajua nini kimefanyika hapa, lakini nafikiri ndio yeye alikuwa anafuatilia hapa nyuma. Sasa cha kufanya, nazidi kukutupa zaidi. Kwa hiyo tulienda tulienda tulienda tulienda mpaka sehemu ambako nilikuwa sijui tuko wapi, lakini ilikuwa ni usiku. Tulitembea mpaka asubuhi, tunatembeaga tu tuko kwenye gari zaidi zaidi. Baba anaenda unaweka mafuta na mimi nimefungwa kule nyuma, unaweka mafuta tunaendelea. Nilikuja kushushwa nikaambia nichukue simu nimpigie simu baba yangu anitumie nauli niweze kurudi. Niko Tunduma, yaani Tunduma mpakani mwa Zambia. Yaani kivuka tu hivi nikivuka hata kwa mguu hatua akazaa na naenda Zambia, kwa hiyo nilipigia simu baba, na baba alisema wewe uko wapi? Mbona tangu jana tumetuma hela na upatikani? Nikamwambia baba, mimi mwenyewe nilikuwa sijui niko wapi, nilichukuliwa kwenye gari, nilikuwa napelekwa kila sehemu, nilikuwa sijui niko wapi hivyo. Hapa sasa hivi nimeuliza niko Tunduma sehemu fulani, nikaelekeza pale baba akasema uko Tunduma? Nikasema ndio Tunduma. Umefikaje? Nikaambia baba, tangu jana tunatembea tu kwenye gari, nikuongeza mafuta tu. Akasema sawa, hela mliziona? Akasema sawa baba, ela tuliziona na alizitoa zote, alisema nitume kwenye simu yake, na niliweza kuchukuliwa na za kwangu. Hapa napoongea baba, sina hata mia nyekundu, naomba mnitumie nauli niweze kurudi nyumbani. Akasema hapo ulipo nenda kituo cha polisi. Kwa hiyo nilienda kituo cha polisi nikawaelekeza kwamba mimi nimetekwa, ndo nilikuwa nimetangaza kwenye taarifa ya habari. Nimeachwa hapo na aliyekuwa ameniteka niteka mimi, sijui ameelekea wapi, lakini sasa hivi ndo napata akili, kwa sababu akili ilikuwa kama zimejifunga, na hisi kama alielekea upande huo wa pili, yani kama alikuwa anavuka kwenda Zambia upande huo wa pili. Kwa hiyo kile kwenye kile kit, nani kituo cha polisi walisema leta namba babako, akampigia, akasema mwanao tunaye hapa na yupo tu, yuko hapa tunaomba utupe maelekezo. Inakuwaje? Baba alisema asitoke, mimi nakuja huko huko mpaka nija nimuone mwanangu, siwezi kusema msafirishe, naona kama atafika. Kwa hiyo nililala pale nilala, nilala sehemu nzuri, nilikula chakula kizuri na nilikuwa ninalindwa, nilienda kulala sehemu ya hoteli, lakini kwa ninalinda walinzi wawili nje ambao ni polisi. Na baba kesho yake asubuhi saa moja kamili alikuwa ameshafika Tunduma na maana alisafiri usiku kwa usiku, na baada ya kufika walisema amelala sehemu fulani. Baba alikuja mpaka sehemu ilikuwepo, alivyoniona lilia sana na akanikumbatia, akaniambia mwanangu, niambie ni, ni kilitokea nikamba, baba, siwezi hata kuongea, baada umenipata nikiwa mzima, ninaomba tuondoke ki nyumbani. Lakini baba akasema hapana, siwezi kuondoka na wewe nyumbani sababu nilishatangaza tayari kwamba wewe umepotea, hivyo inabidi vyombo vya habari vijue kama amepatikana. Na uweze kuwa hivi, hivi lazima tuende hospitali, uchukuliwe kwanza polisi uchukue mahojiano, pili tuende hospitali ukapimwe. Nikamwambia sawa, na kwa sababu mimi nilikuwa sijafanyiwa chochote kile, walienda hospitali wakapima, wakakuta sio kwamba nimeingiliwa hapana, niko tu safi ila tu nina majeraha kwa sababu nilikuwa nikileta ubishi napigwa. Kwa hiyo nina majeraha mbalimbali na shingoni hapa wakasema huyu ana kama matonzi. Yaani walini kaba sana, kuna muda walinifungizia kwenye kiti hivi hiyo. Kwa hiyo nilisababishwa nani kama vidonda hapa hapakunelibia na koromero basi kononi, na mikononi na sehemu nyingine nyingine za usoni basi. Huku wakatangaza kwamba nimepatikana nirudi nyumbani, hivyo rudi nyumbani. Nilikaa kama wiki moja nikawa nina mimi na tabia sana kukariri kukariri namba za simu. Huyu kaka kwenye simu yangu alikuwa amenipa namba yake. Lakini uweze amini nilipokuja search jina lake sikuwa nimeona jina lake. Pale pale wakati niko Mbeya, nilisearch jina lake sikuliona. Kumbe alifuta. Kwenye simu yangu alifuta jina lake na alifuta kila kitu. Mimi nilikuwa kinamhusu ee. Baada ya hapo mimi niliendelea kukaa, marafiki zangu walikuja wakaniambia nini kilitokea, nikawaelekeza. Akasema baba hakuwa anajua ukweli, nikamwambia baba ajui chochote, mimi nimwambia tu nilitekwa mazima. Naomba kwa leo tuishie hapa, tutaendelea kesho na historia yetu kali na kusisimua. Kwa nini wazazi wake walikufa Agata? Kwa nini mama yake alikufa, baba alikufa? Kwa nini hata walinzi baadaye walikuja kufa? Kwa nini ilikuwaje? Ukaka alirudija? Alimjuaje alipo? Na vitu vingine kama hivyo, naomba tusiache kulike, kushare, kucomment ili kuendelea kufuatilia story yetu kali na kusisimua ya binti yetu, anaitwa Agata.